Niwe kama Yesu, ninakusihi ukazungumze nasi sasa maana tumekuja kwako tukihitaji kusikia sauti yako, ungezungumza nasi sasa kwa jina la Yesu. Timotheo wa pili sura ya nne naone mstari wa pili. Kijana huyu Timotheo alijitoa kwa Mungu, akaiamini injili ambayo Paulo alikuwa akihubiri, akaikubali na akaamua kuifuata. Hapo Paulo anamsifia Timotheo, anamsifia sana, anasema huyu kijana mzuri sana, yuko vizuri, anahubiri neno anafuata kila kitu ninachomwambia, lakini anarudi kwa kusema kwa, kwa, kwa Timotheo ni nini ambacho anapaswa kukifanya na ni nini ambacho tunapaswa kukifanya kama sisi leo watu wa Mungu tulioitwa kutoka huko pande mbalimbali. Ah, Biblia inasema ya kwamba lihubili neno, anamwambia lihubiri nini? Neno. Lihubiri neno, uwe tayari. Uwe nini? Tayari, wakati ufaao na wakati sio <laughs> siofa. Kuna wakati neno la Mungu litasema sema hivi, si ndiyo? Sema sema, uwe tayari kuna wakati neno la Mungu litatoka kwamba umwambie mtu fulani acha hili usianze kumpakapaka mafuta. O, mtu wa Mungu najua wewe. Lakini kama utatua, utatangua wito wako ni upi, hautaangaika hata kulihubiri neno hautaangaika hautaangaika kuhubiri neno, kwa sababu utajilazimisha uvae maisha ya mtu fulani, na wakati sio maisha yako sio wito wako, unalazimisha kila siku utakao na struggle, unahangaika okay, na tamu na tamaa, kama sema nafanya hivi nafanya hivi, lakini hauji okay. Basi mimi mtu wa Mungu na nadhani kila siku unatoka unahubiri, lakini mbona sina furaha na hichi kitu unachokifanya? Bado nasema mm, labda mimi sijaitwa. Sio kweli tomo. Je, umeitwa ila sema kono uliitwa, hujajua bado katika kitu ambacho tunapaswa kukifahamu ni kwamba tumuombe Mungu sana atusaidie kutambua ni sehemu gani tumeitiwa. Haina haja kujitambulisha. Yeah. Unapata kwa nini natumia nguvu kubwa mno kujitambulisha kwa watu? Acha maisha yako yazungumze, acha familia yako izungumze, yaani eti Nimeona swali. Kwa sisi tunatoka kwenye familia, naamini hakuna mtu ambaye familia, si ndiyo? Kila mtu anakutoka, kuna baba, kuna mama, kuna mke, kuna watoto, kuna hivi hivi. Kama mke wako kama wazazi wako hawajashuhudia Injili ulionayo, uongofu wako bado hujaongoka. Hello? Bado hujafanya hivi? Kama majirani zako hawajashuhudia ya kwamba kweli wewe ni Mkristo, bado hajaongoka. Paulo anamwambia Timotheo, hubiri neno, uwe tayari wakati mfaa na usiofaa. Hubiri neno jamani. Tuache viigizaji. Hubiri nini? Tuache viigizaji. Sisi tuna viigizaji mwingi sana viigizaji. Jamani, mke wangu simama. Wapone. Jamani. <laughs> Tumekuja kuona mke wako hapa. Tumekuja kulisikia neno la nani? <laughs> Liponi ni yetu. Tumejeruhi huko duniani. Tumekiingia kwa Bwana kupata msaada. Simama mke wangu jamani, mke wangu mje. Mhiyo. Oh, kama okay, baba so wapeza tumewabaya. Nampenda mke wangu, sio kwa kuzungumza